Naam, karibu sana mwanamichezo popote pale ulipo tuweze kuzungumza mambo yanayokuwa yakizungumzia michezo na burudani na ripoti kutoka hapa katika vijiwe vya Mwembeyanga, nina madhumuni yangu niweze kukupasha mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na, na michezo na burudani. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Kipasa kiko sehemu salama chini ya Kaisedo wa Bongo. Nipo katika vijiwe vya Mwembe Yanga, na nakwenda kuzungumza na Mnandi Jeyara direct moja kwa moja aweze kuniambia mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na Simba yake. Mnandi uko poa? namshukuru Mwenyezi Mungu anaonijalia pumzi na afya na uzima, niko salama Uhay, upo. Uh, upo mambo mengine yote ni vitu vya ziada tu vya nyongeza, lakini kikubwa pumzi ndio jambo kubwa kwa mwanadamu, ukipata hiyo mshukuru Allah zaidi ya mara tano bwana. Mimi na yeye tuanzie hapa bwana. Msemaji wa klabu ya soka ya Simba Sports Club Ahmed Yali jana ameweka bayana na ameweka wazi kuhusiana na majeruhi ya mchezaji golikipa wa klabu ya soka ya Simba Sports Club Musa Pinpin Pin Kamara. Mmepokeaje taarifa hizi lakini pia vilevile mmelichukuliaje vile, mkiwa kama wadau wa michezo lakini pia vilevile vile, bila kuwasahau mashabiki kendakindaki wa Simba Sports Club? Ah, uh, binafsi tumepokea tu kama wana Simba, kwa sababu binafsi hakuna mtu ambaye anapenda mchezaji wake akawa injury amkose kwenye mashindano ambaye anashiriki. Ni kitu ambaye akiwezekani tulimhitaji tuwe nayo kwenye mashindano, lakini mwisho wa picha ndio hivyo, amepata injury na sio binafsi. Tutamwombea dua kwa Mwenyezi Mungu, madaktari wapambane naye ili arudi haraka uwanjani na aweze kupambana kama kawaida. Kwa binafsi hakuna mwana Simba ambaye atafurahia mchezaji wake kwa injury, kwao binafsi tumepokea kwa masikitiko, lakini ni kawaida kwa mwanadamu, kwa sababu anapambana, anapopambana lazima akutane na hizo changamoto, kwa sababu anatumia miguu, anatumia mikono, umeona bwana wana. Kwa hiyo mpira kugongana ni sehemu ya kawaida tunadhani alipata injury kwenye mechi dhidi ya gaboloni, tena mechi ya kimataifa mechi ya pili ambayo imepigwa hapa. Kwa hiyo naamini binafsi tunamwombea dua, arudi haraka uwanjani, aje kupambania namba, maana namba ni ngumu sana pale sasa hivi pale Simba Sports. Sio golini tu kokote pale utakopewa nafasi bado ni pagumu. Kwa hiyo haja pambanie namba maisha yaendelee. Takriban wiki nane mpaka wiki kumi Ahmed amesema. Eh, haina mrefu. Ni muda mrefu lakini naamini haina shida. Tutapiga moyo konde na uzuri kwamba kwenye position ile tuna golikipa wengine wapo, lakini bado tuna golikipa namba mbili ambaye amekuja kuchukua ile nafasi na bado anaitumikia vizuri. Ametoka kuitumikia national team kwenye chani na amefanya vizuri, timu imefika mpaka hatua robo fainali. Kwa hiyo sio jambo dogo, na pia toka amekuja Simba bado anaitumikia klabu yetu vizuri na bado hajapoteza, sababu binafsi Spider Kamala aliruhusu ali goli moja, lakini na yeye ameruhusu goli moja kwenye he. NBC Premier League Kamala ameruhusu goli moja kwenye Champions League. Kwa hiyo kila mmoja amesharuhusu goli moja kwenye mashindano ambayo tumeshiriki msimu huu. Kwa mimi binafsi bado naona tuna daraja lile lile la magolikipa hmm. Y yeah. Bwana, tuzungumzie taarifa ya Simba Sports Club kwenye michuano ya kimataifa. Ahmed Ally amewaomba mashabiki wa Simba, mjitokeze kwa wingi, mhamasishane kwa wingi kwa ajili ya kwenda kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Ah, hilo ni jambo mahususi, ni jambo la kawaida na ni jambo kila la mwanasimba. Haisubiri mpaka upelekewe kispika mtaani. Ukiwa kama mwanasimba tiketi zikishatangazwa nadhani zitatangazwa Jumatatu, tiketi zikitangazwa basi uwe mapema nunua tiketi yako kwa ajili ya kuja uwanjani. Usisubiri mpaka upitiwe mtaani ufosiwe njoo uwanjani. Wanasimba hatuko hivyo. Ile ni sehemu tu ya kuja kutuunganisha wanasimba kuwa kitu kimoja. Sio kwamba tunapopita mtaani na kispika basi ndio kusema kwamba mashabiki wa Simba hadi wapushiwe ndio waje uwanjani. Ah, wanasimba hawako hivyo. Wanasimba tu akishajua kuna mechi mechi tafu inahitaji watu tuje uwanjani, tuisapoti timu yetu. Huo ni jambo la kawaida na amini wana simba watakata tiketi kwa wingi na watakuja uwanjani, hiyo siku husika ambayo tutakutana na ndugu zetu kutoka pale Angola, Petro Atletico watakuja tutapambana nao. Naamini mechi zao hazijai kuwa nyepesi, mechi za Angola ni ngumu sana tunapokutana na Benjamin Mkapa. tunakumbuka wakati tunacheza na Diagosto, tuliwafunga goli tatu kwa moja kwao, lakini wakaja nyumbani tukawafunga goli moja kwa sifuri tukafuzu. Lakini binafsi wakaja tena ndugu zao wengine msimu huu ambao umeisha, nadhani tunakumbuka, wamekuja wamekuja wamekuja hapa bravo kutoka hapo hapo Angola, lakini wamekuja hapa pia. Tumeanza nao kwenye mechi ya makundi tukawafunga goli moja kwa sifuri. Wepesi wepesi tunapokutana nao kwenye ardhi ya nyumbani ama ardhi ya Tanzania maarufu Lupaso Benjamin Mkapa jambo. Tupambane tu tupa tupate pointi tatu na magoli ya kutosha ili mradi tujiweke vizuri pale, ikiwezekana tuliongoze kundi. Esperance de Tunis. Bwana, mmemsikia Ishaban kama huko akiwa nanga mashabiki wa Simba, lakini pia vile vile kuhusiana na mdhabuni wenu Jerut ya kwamba ahadi ambazo ameziahidi vipi, mbona kama bado hazijatekelezwa vile. Amezungumzia na amegusia gari la klabu ya soka ya Simba Sports Club Iriza ambayo mzabuni wa jezi uh, Jairut yeye alipanga na alitoa ahadi kwa ya kwamba huenda ameshindwa kuitimiza kwa mujibu wa Ali Shaban. Kwani yeye Alikamwe ni msemaji wa klabu gani, au wa Simba au wa nyuma mwiko wa Yanga Afrika? Kwa nini azungumzie ahadi za mzabuni mtengeneza jezi Simba Sports ambaye hausiani na klabu yao sababu bora kitu hicho angezungumza injinia alikuwa na haki ya kuzungumzia. Hayo majambo, manake kazungumza, mzabuni wetu wa jezi Jay Ruti, tutoke, tupaze sauti bwana, kitu fulani akijatimia kitu fulani akijatimia ambaye ulituahidi yeye kaahidiwa, ya, sawa kaahidiwa yeye manake hiyo ni sehemu Sawa, eh, kuchachanganyikiwa tayari saizi. Unajua akili za wanyuma mwiko saizi zishachanganyika na mafuta taa. Ukiona zimechanganyika na mafuta taa haya wewe usichangae kuyasikia. Na bado utayasikia mengi. Ngoja mechi za makunde zianze. Wataibua vitu vingi ambavyo viwahusu kwa sababu wanaacha ya kwao wanazungumzia mambo sio ya kwao. Leo hii huwezi kuzungumzia ahadi ya, ya, ya basi, ahadi ya mchezaji ambavyo ni vitu wewe vikuhusu. Wao mbona waliahidiwa kwamba mchakato wao wa mabadiliko utakamilika kwa wakati? Kuliko wao Simba wanazunguka huko muda wote. Wao mpaka leo ushasikia wanazungumzia habari ya mabadiliko yao mpaka sasa amefikia wapi? Walishaje kuzungumza? Walishaje kuingia mkataba wamenunua ushauri kuona kwamba timu ya wahuni na watu ambao wasioenda shule mimi nitakushauri nenda kajenge kwenye chemba ya choo. Utaenda kujenga chooni. Na kati sio sehemu ya kulala wewe mwanadamu. Ile ni sehemu tu ya kwenda kujihifadhi kwa ajili ya kupata haja. Sio sehemu ya kwenda kulala, lakini nyuma mwiko wao wamenunua ushauri. Kwa hata wakiambiwa nenda mkajenge wapi, wataenda tu. Muona bwana saizi, muda sio kulala, mkimbie watakimbia tu. Sasa sio tunaweza tukanunua ushauri. Tena bilioni moja wamenunua ushauri. Kwa maana yake ni watu wasiokuwa na uelewa, na ndio maana wamenunua mpaka ushauri. Lakini mpaka wao leo ahadi zao hawajazitekeleza na yeye hajazijaji. Anaanza kujaji ahadi za Simba za mzabuni wetu ambaye hata miezi minne hajamaliza toka ameingia mkataba na Simba. Msimu ndio kwanza umeanza. Hata nusu haujafika. Ndio kwanza tuna mechi tatu tu. Umeona? Sasa leo unawezaje kumjaji? Kisa Kaidi mwezi wa kumi ataleta basi. Kaidi atasajilia mchezaji. Wewe ikuhusu, tuache tujajili sisi. Msimu haujaisha. Mchezaji anaweza kusajiliwa hata dirisha dogo kama hajasajiliwa kwenye dirisha kubwa. Sisi ndio wenye mamlaka kujaji, jeruti vitu vyetu vijatimia. So msemaji wa nyuma mwiko, huyo anatamani kuja kuisemea Simba. Ila nafasi sasa anaipataje? Ndio anaanza so sasa, sasa kutekenya tekenya nyaya labda kuna sehemu itakuwa imepiga shoti ili akae yeye na nafasi. Anataka midiari ya shuke akae ya Eh, hiyo ndo taarifa aliokuwepo anatekenya tekenya nyaya mediari yashuke akae yeye, kwa sababu kule anaona kwamba ana maisha magumu. Muona bwana anasema nini sasa kule? Kapigwa na Malawi kule tayari analalamika, cha kuzungumza hana. Leo kashapangwa na walabu watatu kwenye kundi lile, mweusi yeye, wao wanategemea anatoboa hapo ndio maana wamekimbilia Zanzibar, anahisi kwamba kule mimi nitakuwa sina cha kuzungumza kwenye mechi za makundi. Nianze kuwatoa kwenye mfumo wa mashabiki wa Simba wasiwaze ku, ku, ku, ku, kuisaidia klabu yao wawaze ahadi, wawaze basi na mambo mengine boda -boda. Tuna focus kwenye mechi zetu za Champions League, hilo pale, pale, yani, yani, bango Hai pepei, bendera yetu sasa ipepei. Eh, yeah. Ndio maana wameambiwa bendera chuma mlingoti chuma. Sasa tunapambana na chuma chetu. Wao wapambane na hali wow, yao kule. Wao wameshindwa kujaji hadhi zao. Uwanja umeahidiwa mpaka leo kwa wapi? Yaani angesimama kwenye ile place ningemsikia anazungumzia bwana, tumeahidiwa uwanja na injini ya uwanja tuone mpaka sasa, kama msemaji haitakiwa azungumze hivyo vitu vimefikia wapi? Mpaka leo wajulishe mashabiki wako wa nyuma, mwiko wenyewe unasema wow, wana wanachama wao na mashabiki wao, wajulishe mashabiki wao uwanja uko wapi? Eh, mchakato wa mabadiliko unasema utakamilika kwa wakati uko wapi? Maana tumeambiwa hapa wamekuja kujifunza TP Mazembe. Sawa? Sasa wamekuja kujifunza TP Mazembe wamejifunza nini? Eh, kufuga viula na wao wakafuge viula kule Kongo. Hao wamekuja kujifunza nini Mazembe? Baka leo sioni walichokuja kujifunza Mazembe. Eh, leo hii wanakaa wanatangaza, "Oh, tunaanzisha kituo na na, na rasmi kituo tayari kinazinduliwa. Eh, wanamleta Pisi Masumane, aliwahi kuwa kocha wa National Real. Wao naoelewa. Hao wameshafeli maisha. Haya, huyo Masumane ndio atawasaidia nini sasa? Eti, ndo watakuwa ye anafundisha watoto wenu, afu watoto niliwaona pale wote wa maponjolo. Kumbe ndo maana wameweka kiingilio laki nne laki tano waona Yeah? Hey! pale. watoto wale wakusanya pale Yeah. Hey! wale shombe shombe wale. Yeah. Asa wanafungua eti shule tunafungua kituo cha michezo. Hiyo shule umejenga lini? Wao hata kiwanja cha mazoezi klabu wenyewe haina. Eti wanakwambia wanaanzisha shule ya michezo. Wewe unaelewa? Shule na ianzia shule wapi? Shule ya michezo kwa jirani? Shule ya michezo ianzishe kwako. Eh? Wewe leo miundombinu yenu bado eti mnaanzisha kituo cha michezo. Wewe unaelewa? Mambo yote atakuwa afanye Azam ambaye tayari wanayo. Mambo yote atakuwa afanye Simba Sports pamoja wao tayari hawana hostel, lakini tayari viwanja wanavyo wanaweza wakakodi hostel za kukaa vijana wao lakini sehemu ya kwenda kufanya mazoezi zipo. Kwa hiyo manake ni uhuni tu wanatafuta sehemu ya kupiga hela ili waweze kukidhi mahitaji ya kulipa mishahara ya wachezaji wao wa wa huh? hey, wa kwa hiyo kamwambia injinia tafuta mbinu mbadala. Nishatoa pesa zangu, umeenda kuninunulia wachezaji wabovu. Sitoi tena pesa. Sina muda kuzalilika mimi kila siku natoa pesa sipati faida. Ni boya. Kwa hiyo tafuta mbinu mbadala uendeshe timu. Kwa hiyo timu kashasusiwa na haribu hii. Kwa hiyo ndo saizi katafuta mfumo mbadala wapo, kaanzisha kituo cha kihuni hicho ili awapige wale eh wale mabwenyenye wewe. Awapige ili apate hela za kulipa mishahara. Sababu watoto ndio wana pale sikuona watoto wa aliachini. Nimeona watoto wa mabwenyenye si ndio hela zao za mchongo. Acha awapige ili awalipe kina Ndambwile. Oh, adai adai Ndambwe anadai. Ile unafunika mbuyu na yeye anajifanya a, anaficha kwenye akaunti yake, anaandika mimi sidai, nimeshalipwa. Sema ah, asante kwa kushiriki, napata hela nyingi Jangwani. Kumbe vipi, sio? Unapenda vya bulebule. Sasa mtoto kocha usimpange uye si jeuli, mwache yale jeuli yake. Sasa huo ndo mpira huo, ule utaratibu mlikubaliana naye aje kufanya kazi kwenu, mlipeni mtoto anadai, mnamweka mbao ndefu. Kwa hiyo ndo mfumo ambao unaendelea Jangwani. Kwa hiyo na nyinyi wazee mnaopeleka watoto wenu hapo sawa, mnaenda kupigwa hapo hapo. Kuna shule watu wanataka hela zenu, wakalipe mishahara wachezaji wao. Ndio kinachotakiwa hapo saizi. Shukrani sana mnana, asante sana.